Watazamaji wetu wa NYTV, uh, tunacho kipindi maalum kabisa cha kuonyesha, uh, wainjilisti wa Kongo ambao wamekuwa wakifanya kazi za umisheni, na hapa tutazungumza moja kwa moja na mtumishi wa Mungu Askofu Yona Suleiman ambaye aliweza kuwatembelea Waazabeli, na yako mambo makubwa ambayo Mungu aliweza kuyatenda. Tumsikie uh, nini aswa kilichomsukuma kwenda kuwatembelea Waazabeli na mambo gani yaliweza kufanyika huko. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Shikamo. Marahaba. habari yako? Nzuri. za huko? Nzuri bwana. mnaendeleaje na kazi zenu huko? Ah, tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Ndio, ndio. Hebu tufahamu baadhi ya maeneo ambayo, ah, uliwahi kutembelea au uliwahi kufanya umisheni kipindi ah, unafanya kazi za uinjilisti. Oh, ah. Kwa jumla ni kwamba kazi omisheni mimi nimekuwa nikiifanya toka mwanzo, ndio, toka nilipoanza, kabla hata sijajulikana kuwa ni mwinjilisti wa taifa, nilikuwa nafanya omisheni kwa vijiji ambayo havijafikiwa viliko ndani ndani kabisa, ndiyo. Katika wilaya hii ilikuwa inaitwa wilaya ya Iramba mji wa Kiomboi na nimefanya kwa miaka mingi kutembea kwa mguu, baadaye nikapata baskeli, baadaye nikapata pikipiki, baadaye magari. Amina. Kwa hiyo nimefanya, unaposikia Singida, jimbo linaitwa Singida Kaskazini, ndio eneo ambayo nimelihudumia sana okay. lakini ilikuwa bado sijafika mwishoni kabisa Singida Kaskazini kule ambako kumepakana na mkoa wa, wa Manyara ndio. Kwa hiyo kaskazini kabisa huko porini ndio nimefikia. elfu mbili elfu mbili ishirini ndio nilianza kwenda sehemu za Wahadabe. Amina, na huko nimekuwa nikienda nikikutana nao na mara ya mwisho ndio hii ya juzi, mwezi huu wa tisa ndio nilikuwa nimeenda kuchukua kodi ya umisheni kule Afrika Kusini. Basi nikarudi nikawa nimehamasika tena kwenda kuwaona, lakini kakuta kanisa linaendelea amina, kanisa linaendelea. Na hii trip ya mwisho ndio nikawa na, ni vigumu sana, ili uongea na wale watu watulie wakusikilize, lazima uende na chakula na hasa nyama Aisee. Eh, kwa hiyo kabla sijaondoka hapa mjini Kiomboi, kabidi ninunue nyama kama kilo arobaini hivi cha ng'ombe, na nikachukua pia mchele debe mbili sawa na kilo arobaini na mafuta na kila kitu, ili kwenda kutengeneza chakula wakati tunaendelea kuombea Aisee. Kwa hiyo tulifika, na nilikuwa na timu yangu ya watu kama watano hivi ndio. Katika hao wakina mama walikuwa wawili, mke wangu na mama moja ambaye ni mwinjilisti pia. Kwa hiyo tulifika huko, tukaanza tena mkutano, na huwa wakiniona wana tu wanakuja. Na na kama umeenda lazima uende na kitu kama chakula, na hasa wali, wali mtele, tuseme kuwa wali ilikuwa ni mara ya kwanza kuwapelekea, kwa sababu wao kwao sio chakula aisee. Kwa hiyo nilienda na zawadi kama hizo pamoja na mabasi ndiyo. Kwa ujumla wananifahamu, na tayari wana waliishanipa eneo ambalo nilizo nikaendeleza, lakini kulifanyia ujenzi ni ngumu, kwa sababu hawapatani sana na nyumba za kisasa okay. kama utajenga kanisa ukaweka mabati na nini hawapatani aise E, hata hivyo nilivyoenda mara ya pili, nikuta wamepungua kwa sababu nyumba nyingi za bati zimejengwa pale kwenye kijiji chao. Kwa hiyo nikakuta wengine wamejikata, wameenda, wamerudi porini kidogo, kama unaona zile nyumba za nyasi ziko kwenye video ndio hey. E, wengine wamerudi hmm. huko na wengine wakawa wameenda upande wa pili wa wa mkoa wa, wa, wa Manyara. Nice, lakini uh, ni watu ambao wananikubali sana na ni watu ambao wa kienda na vitu kama hivyo wanakubali. Kwa hiyo siku ya ukokua nilienda na wakina mama kutoka huko, wakawafundisha kupika wali na nyama. Kwa kweli tuseme, hawa vijana vijana new generation walienjoy sana, walikula sana ila watu wazima wale wengine wao walikula nyama Okay, kwa hiyo tunaendelea kuwazoesha vyakula vingine na tunaendelea kuwazoesha kuvaa nguo, lakini bado ninawasaidia kwamba wasiache nguo zao za asili, pia za ngozi na nini wanapocho kuwa nazo, ili wakati mwingine viongozi wa serikali wanapokuja au wageni wengine wanapokuja kuangalia mila na desturi za Waajabe kama kuna sherehe zao basi, wanavaa hizo nguo zao za asilia, lakini kwa wakati huu tunaelekea ma tunawapelekea suruali, mashati, makauni wanavaa, okay. Na ma, mara hii ya mwisho pia viongozi wa serikali wa wilaya waliposikia nipo walikuja na wakahakikisha, wakawakuta wanakula na tunawagawia nguo, nami nikivuka na nguo namwita mwangalizi wa kanisa letu la TAG pamoja na mishonari wa, wa wa- sehemu viongozi wa sehemu pia tunakuwa nao, lazima ni wataarifu, tunakuwa nao na wao ndio nawaatia nguo, wanawagawia okay. Kwa jumla kanisa limeendelea na <coughs> kwaya ipo, ndio nimeiamiza wiki hii, wanaweza wakaja huku nikawashonea uniform. Tayari tumeanzisha kwaya ambayo itakuwa inahudumu maeneo mbalimbali na mbali, kama kutakuwa na kongamano la umisheni la taifa, kuna itabidi huko na wakati nitawapeleka wakawaone okay. Kwa hiyo tuna kwaya, sio muda mrefu hiyo kwaya, ingawaje wanayejua Kiswahili katika hiyo kwaya ni kama wawili tu i say. Eh, ni kama wawili, mwenye kiti wa kijiji na ndio mwalimu wa hiyo kwaya ambaye ni mshirika wetu pia, na kuna binti kama wawili hivi, walienda Arusha, walipelekwa kujifunza mapishi, ndio wanaweza kuwa wanajua Kiswahili, ila mmoja nilimkutaa yu okay. Ndio, ndio, Mungu akubariki sana baba. Aa, lakini tufahamu sasa, unapeleka ujumbe gani kwa wainjilisi ambao hawajafika hayo maeneo? Uh, kwa kweli waingilizi wasiwe na mtazamo wa kuhubiri mijini tu. Mahali ambako kunalipa ni kwa makabila haya ambayo hayajafikiwa na wao, ki... wak... wakienda kuhubiri huko wanakubalika haraka zaidi. Wajitahidi kupenya penya kwenye maeneo ambayo hayajafikiwa yale, wasiwe na fikra ya mikutano mikubwa tu ya mijini na kuonekana peke yake Wakitaka Mungu awainue wa waende pia maeneo ambayo hayajafikiwa. Amina. Masa, asante sana, nashukuru amina. Watazamaji wetu wa NYTV, huyo ni mtumishi wa Mungu, uh, mwinjilisti wa kimataifa, Askofu Yona Suleimani, ambaye tumeweza kuzungumza naye moja kwa moja kwa njia ya simu, uh, kupitia video zake ambazo tumeweza kuziona baada ya kuwatembelea Waazabeli. Endelea kuitazama NYTV. Yesu Mungu wetu mwenye uwezo na nguvu nyingi na mamlaka, umetujalia neema, tumekuwepo hapa hapa tulipo na wewe upo. Naomba tutangulie katika mambo yote yatakayotendeka. Asante kwa watumishi wako, umewasafirisha salama, Mungu amefika salama Bwana. Tuna furaha na tunajisikia vizuri kuwa nao. Naomba libariki kusanyiko hili, bariki pia kitongoji hiki cha Kipamba zee Mtakatifu atawale wa katika mazungumzo yetu tulio nayo, tunahitaji uwezo wako na nguvu zako pekee zitufunike. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba amen. Baba karibu sana, mama karibu sana, ndugu zangu, yepo mwenye mvua awa mchele, mafuta yapo, vitunguu na nyanya, muganga niwak etukuji unajua, kuaza huyu mama ni wajabu na yeye amekaa hapa zaidi ya miaka mitano kabisa. Hasa mama, utatuangalizia mazingira ya usafi na nini yeah, ukishirikiana sure, na wamama wengine mm. Wageni watakuwa wanakuja bila saidiana. Basi Mungu awabariki, bebeni vyakula vianza kupikwa, wakati tunapiga hadithi za kiroho. Kuna mhubiri ni wamewaletea, amen, injili hapa. Alibariki mchungaji, alibariki, alibariki alibariki, alibariki. Alibariki. Mm -hmm. Karibu tupe neno la Mungu